Mamia ya wanafunzi waliofaulu katika mtihani wa KCSE mwaka uliopita wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mpango wa Equity Leadership Program kuwasajili na kuwapa nafasi ya kupokea mafunzo maalum. Mafunzo hayo yanayohusu uongozi na maadili yatafanyika jijini Nairobi. Wanafunzi hao wanatoka katika kaunti za Kisii, Migori na Machakos. Crispino Cheno ana maelezo zaidi hey. Kwa mara nyingine tena mpango maalum wa Equity Leaders Program umewafaidi wanafunzi waliopata alama ya A na kutoka familia maskini katika maeneo mbalimbali nchini. Katika kaunti ya Kisii wanafunzi kumi na wanne walielezea furaha yao na kusema watatumia nafasi hiyo kuboresha maadili miongoni mwao. And I'm happy to join the Equity internship program. I believe that through this program, we, it will be able to help a lot of students out there. This is a very transformative agenda that we are running and is in line with our vision that is to transform lives and livelihoods. We have seen real testimonies of the people who come from very needy backgrounds, but through Uh, this program. They have changed those families. Congratulations. Katika kaunti ya Machakos, wanafunzi 20 wamepata nafasi ya kuungana na wenzao jijini Nairobi katika mafunzo hayo maalum. To get an open view of the outside world. Katika kaunti ya Migori, jumla ya wanafunzi 16 walijihakikishia nafasi zao chini ya mpango huo. Wasimamizi wakisema lengo ni kuandaa vijana kwa ajira na pia kutoa mafunzo kuhusu jinsi ya kukabili changamoto zinazowakumba. This year, Equity Bank is, uh, admitting 733, uh, uh, uh, those students, the scholars, to the Equity Leadership Program. And, uh, this program is, uh, uh, admitting them to be able to be mentored. Mpango huo chini ya wakfu wa Equity ulianzishwa mwaka elfu moja kenda mia tisini na nane na kufikia sasa maelfu ya vijana wamefaidika. Crispino Otieno, Runinga ya Citizen.